la kuleta sekta binafsi kwenye utendaji kazi wa TRC. Serikali tumewekeza pesa nyingi sana kwenye miundombinu hii ya SGR na tayari njia imekamilika kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma na tayari tumeabiria wana, wana, wanafurahi sana sasa hivi. Kila mtu ukizungumza SGR, anakuambia SGR, yaani ndio mpango mzima sasa hivi, kwa vile mimi nashukuru sana, na mwito umekuwa mkubwa watu saivi kwenya Dodoma ni SGR peke yake. Sasa ili usafiri huu uendelevu, lazima tushirikishe sekta binafsi, lazima tufanye open access. Maana yake tuingize wadau wengi waweze kuleta mabehewa yao waweze kuleta vichwa vyao ili waweze kufanya huo usafiri, tunataka saa ishirini na nne treni na mabehewa iwe inapita kwenye njia yetu. Sio leo ikifika saa tano hakuna tena red train mpaka siku ya pili saa kumi na moja. Si sahihi. investment ile lazima irejeshwe na itarejeshwa tu kama kweli tutaingiza sekta binafsi hasa kwenye mizigo. Kwenye abiria mara nyingi inakuwa ni huduma, lakini kwenye mizigo ndio kwenye biashara. Nafikiri tutakuja, tutakaa na viongozi wa TRC tutalizungumza hili, tutasukuma sana tuhakikishe kwamba sekta binafsi kama ni Watanzania watu kutoka nje, fursa zipo, waje waekeze, wakanunue vichwa, wakanunue mabehewa, waanze kutoa mzigo kutoka Dar es Salaam kupeleka Dodoma. La pili, uendeshaji wowote unatakiwa unafata kanuni za uendeshaji TRC. Wote waliopewa wa huduma, kama wewe uko kwenye signal station au operating station, kama wewe ni mwendeshaji wa train, tufate kanuni za uendeshaji. Kanuni za uendeshaji pekee ndio zitatupa usalama wa treni yetu, si uzoefu wa kuendesha, ni kanuni. Kuna kanuni, ukitaka kufika pale, kwanza unatakiwa ufanye hichi, ufanye hichi, ufanye hichi. Procedure ziko wazi na pale zimeelezwa vizuri. Kwa vile na, naomba sana waliopata fursa ya kuendesha hizo treni, waliopata fursa ya kusimamia, wafate taratibu na kanuni, tukifata hivyo kutakuwa na zero accident kwenye treni yetu. Huko inakosikia duniani kunakuwa na zero accident. Maana yake haitokei ajali kwa sababu watu wanafata kanuni na taratibu. elimu alionao madereva wetu na wale haina tofauti, lakini nalofata pale, watu wanafata kanuni taratibu, na miongozo miongozo imetayarishwa kanuni zipo, kwa vile madereva wasimamizi wafate kanuni na taratibu, na tukifanya hivyo reli ile itakutembea bila kuwa na ajali na itatembea na itatembea kwa muda mrefu, na itadumu muda mrefu FM.